Na mtazamaji muuzaji barakoa wa Boniface Mwangi Kariuki mwenye umri wa miaka 22 amefariki dunia baada ya kupigwa risasi kichwani na afisa wa polisi wakati wa maandamano ya tarehe 17 Juni mwaka huu katikati mwa jiji la Nairobi. Boniface ambaye hakuwa miongoni mwa maandamanaji alikuwa akiuza barakoa karibu na Barabara ya Moi wakati aliponaswa katika ghasia za maandamano ya Justice for Ojuang. Video ya tukio hilo ilisambaa kwa kasi mitandaoni ikimwonyesha afisa wa polisi akifyatua risasi ya moto kwa karibu. Boniface alikimbizwa Hospitali ya Kitaifa ya Kenyatta ambako alifanyiwa upasuaji kadhaa kuondoa vipande vya risasi kwenye ubongo. Siku ya Jumapili tarehe 29 Juni, madaktari walimtangaza kuwa hana fahamu amefariki rasmi hivi leo mwendo wa saa 9 na dakika 15 alasiri. We we we received received a a call at at around around midnight, midnight it was at around 12:47 from the the the the hospital itself. They needed to have have have a brief brief. with us and uh, we have already received the brief. uh, we have been told what is happening and, uh, the reality of the things what is happening is is happening happening reality of things that Boniface Mwangi Kariuki Maafisa wawili wa polisi waliotajwa katika tukio hilo Constable Klinzy Barasa Masinde na Duncan Kiprono tayari walikuwa wamekamatwa, kusimamishwa kazi na wanazuiliwa, huku uchunguzi wa IPOA na DCI ukiendelea. Familia ya marehemu sasa inatoa wito wa haki na msaada wa kifedha kutoka kwa serikali, wakisema gharama za matibabu zimepita shilingi milioni tatu. All the well We as the family of Boniface Mwangi Kariuki, we cry upon you because a lot of hopes and uh, promises were being given to us, but none has come through Brian Uma, Gerry reports.